Jua lilikuwa linazama taratibu juu ya mtaa uliojaa taa, matangazo ya rangi na kelele za kawaida za magari ya bajaji. Katikati ya mji huo mdogo kulikuwa na biashara ndogo ndogo, maduka ya vyakula yaliyojaa vumbi na baridi ya maisha ya mtaani. Katika kona moja ya barabara, mahali vijana wengi waliokata tamaa walipokusanyika, alikaa kijana mmoja aliyeitwa Juma. Juma alionekana mzee mapema, macho yake yalibeba mchanganyiko wa wivu na uchovu. Alikuwa na miaka ishirini na tatu, lakini sura yake ilikuwa kama ya mtu aliyepitia majaribu magumu sana. Mara nyingi alijisemea: leo nitaweza, kikienda leo itarudi. Lakini akili yake ilikuwa imechoka kwa ndoto zilizopotea. Baba aliyekosa kazi kwa miezi, mama dhaifu aliyeshindwa kulala kwa wasiwasi, na mdogo wake aliyekuwa akiugua mara kwa mara. Hivyo, Juma alianza kuzurura barabarani usiku, Akibeba mawazo mengi mwilini, akiingia kwenye vilabu vya mji kujaribu kusahau maisha yake kwa vicheko visivyo vya kweli, muziki na pombe. Alikuwa na tabia ile ile ya wengi waliopoteza matumaini: kuingia kwenye klabu, kuzungukwa na mwanga mdogo, muziki ukimletea uhai wa muda mfupi, na watu waliompa heshima ya kitambo. Lakini ujasiri wake ulikuwa wa kitambo tu. Kila siku alirudi nyumbani akiwa amejawa na unyonge, hofu ya kushindwa maishani. Simu yake ilikuwa ndogo na ya zamani. Mara nyingi aliitazama na macho yake yaling'aa alipoona bidhaa za thamani, TV ndogo, simu za kisasa au koti la bei nzuri. Siku moja, baada ya kufanya kazi kwa masaa machache kwenye kiwanda kidogo, ambapo mshahara haukuleta ukombozi, aliamua kujiingiza kwenye hatari pole pole. Kwanza ilikuwa kitu kidogo, aliiba kalamu ya mteja kwenye duka la karibu, kisha paketi ya dawa za familia. Ilikuwa rahisi, alichukua bila kuhesabu. Kisha wizi uliongezeka, simu iliyoachwa kwenye mkahawa. Kisha viatu vya bei vilivyokuwa vimeachwa nje ya duka la tajiri. Kila wizi ulimpa hisia ya wepesi kwa sekunde, kisha akajawa na lawama ya milele. Hii ilimfanya ajihisi na hofu na tamaa kwa wakati mmoja, hofu ya kugunduliwa na tamaa ya kupambana na ulimwengu wa matatizo. Alikuwa na rafiki wa karibu, Kado, ambaye kwa hakika alikuwa rafiki wa aina ya nafasi ya mwisho. Mara nyingi alimshawishi Juma, "Tuangalie, sio jambo kubwa. Fanya tu mara moja." Kado alikuwa mwepesi wa kusema na mawazo yake yalikuwa kama mwanga unaowaka gizani, unavutia lakini hatari. Mara nyingi Kado alimshawishi waingie klabu moja iitwayo Club Zawadi ambayo ilikuwa inajulikana kwa wateja wenye pesa nyingi. Kule Juma alijisikia mtu tofauti na wale waliomjua kama mlemavu wa maisha. Usiku mmoja wa Jumatano, mechi kubwa ya mpira ilichezwa kati ya timu mbili za mji. Watu walijaa baa na barabarani palikuwa na vijana wengi wakitembea. Juma alitoka kazini mchana, lakini aliogopa kushindwa kulala kwa mawazo. Kibanda kikubwa cha video kilichokuwa kinaonyesha mechi kilimfanya atamani. Leo ni mechi, nenda tu, Kado alisema. Walifika kwenye kibanda kimoja kilichojaa watu, kelele nyingi za furaha zikitawala. Juma aliketi pembeni, macho yake yakitazama mechi kwa hamu, lakini pia akiwa na hamu ya kuchukua kile ambacho hakikuwa chake. Wakati wa mapumziko ya mechi Juma aliona kila mtu alikuwa ameelekeza akili yake kwenye kibanda hicho cha video. Kado alimnong'oneza, angalia jirani wa hapo kwenye kibanda ana tivii ndogo ya zamani. Huu ndio wakati, hakuna anayeangalia huku. Hapo ndipo shetani wa moyoni mwake aliporuka, fanya sasa, utaondoka bila mtu kujua. Kado alimkumbatia akimtia moyo kwa haraka. Juma alisimama na kuzunguka nyuma ya nyumba hiyo iliyokuwa karibu na kibanda cha video. Kwa urahisi mkubwa alipita kwenye mlango wa nyuma wa nyumba ya jirani ambapo TV hiyo ndogo ya zamani ilikuwa. Haraka akaiweka TV hiyo chini ya koti lake na kutoka nje. Hatua yake ilikuwa ya hofu, alijua amefanya kosa kubwa mbele ya macho mengi. Alijua alikuwa amekosea, lakini pia alihisi wepesi wa kitambo. Alihisi uzito wa adhabu ukimjia. Hakika kulikuwa na mtu mmoja aliyegundua. Meneja wa kibanda cha video alipita haraka na kuona harakati za Juma. Mlio wa mwizi mwizi ulianza kuongezeka kama moto kama moto usiku wa baridi mlio huo ulienea. Kijana akiwa amejichanganya alijaribu kukimbia, alipiga milango ya nyuma, lakini umati wa watu ulikuwa na nguvu zaidi. Katika mtaa, habari ya wizi ilisambaa kama moshi. Watu wa kibanda waliamka na kuingia barabarani, macho yao yakiwa yamejaa hasira. Watu waliokuwa mapema walitoa wito wa kulipiza kisasi. Tumpige, amkamate. Ndani ya dakika chache mkazo uliongezeka. Mara watu walipoona sura yake, waligundua ni Juma. Sauti za huyo ndiye mwizi zilianza kutikisa miguu ya watu. Mara moja kijana alikamatwa, si na polisi, bali kwa mkono wa mtaa. Maoni ya watu yalikuwa ya kusikitisha. Wengi walishikwa na ghadhabu na Juma alikutana na mkazo wa umati. Kando ya barabara watu walikuwa wakikusanya mawe, jiwe lilikuwa tishio. Vumbi lilikuwa limeinuka juu ya mtaa kama wingu lililolala juu ya hasira za watu. Vilio vilichanganyika na midundo ya hatua za watu waliokusanyika, wengine wakiwa na mikono imejaa mawe, wengine wakikimbia kushuhudia mwizi akipata adhabu yake. Anga lilikuwa jekundu la jioni likiashiria machweo, lakini kwa umati ule jua lilikuwa likichomoza kwa ghadhabu. Juma aliketi chini mikono yake ikiwa imefungwa kwa kamba iliyochanika. Kidevu chake kilitetemeka, uso wake ulikuwa umejaa vumbi, machozi na jasho lililochanganyika na hofu. Wakati huo wote, moyo wake ulikuwa unamwambia huu ndio mwisho wako. Watu walimzunguka, wengine wakiwa wamepanda juu ya madumu, wengine kwenye milango ya nyumba zao. Kila mmoja alikuwa na sauti yake ya kashfa. Tulimwambia siku nyingi. Amekuwa akituibia kila mara. Sasa tumpe adhabu yake. Wazee wa kijiji walikuwa wamekaa kando wakitazama kwa kimya, baadhi yao wakikumbuka nyakati za zamani, wakati watu walikuwa wakitafutwa suluhu kwa hekima, si kwa hasira. Lakini kizazi kipya hakijali historia. Wao walikuwa wamejaa ghadhabu, wakitamani kuona damu ikimwagika kama tamthilia ya haki. Wakati mmoja, mwanamke aliyejulikana kwa jina la Mama Mrembo, mama wa watoto watatu, alikuja na jiwe kubwa mkononi. Macho yake yalikuwa mekundu kwa hasira, sauti yake ilitetemeka kwa kilio cha uchungu. Huyu kijana ameiba redio yangu mara tatu, ameiba mbuzi wa jirani. Leo apate alichokitafuta. Kwa nini tuwe wanyonge wakati tuna macho? Haki iwepo leo. Watu wakapiga makofi, wengine wakamfuata wakiweka mawe yao chini karibu na Juma, kana kwamba ni sadaka ya hasira. Lakini kabla jiwe la kwanza halijapaa hewani, sauti moja ya upole ilisikika mbali, sauti iliyokuwa ikilia kati ya kelele: tafadhali msimdhuru. Ilianza polepole pole, kama upepo unaotoka kanisani, ikazidi kuwa kubwa kadri mchungaji Amani alivyosogea. Mchungaji huyo alikuwa akitoka kanisani mwake aliposikia kelele hizo, miguu yake iliharakisha, roho yake ikatetemeka. Hakuwa mchungaji wa maneno tu, alikuwa mtu aliyepigana na maisha ya dhambi, akijua jinsi uovu unavyoweza kumdanganya mtu mdogo. Alipofika aliona umati, aliona kijana aliyeshikiliwa, na aliona mawe mikononi mwa watu. Bila kufikiri mara mbili, mchungaji Amani alikimbia, miguu yake ilipiga vumbi mpaka akasimama mbele ya Juma, kisha akapiga magoti. Hapakuwa na heshima kubwa zaidi kuliko hiyo. Watu walinyamaza, kelele zikapungua. Hata ndege waliokuwa juu ya waya walitulia, kana kwamba walijua kilichokuwa kinaendelea. Mchungaji Amani alipiga magoti mbele ya Juma akiinua mikono yake juu, machozi yakimtoka bila aibu. Mwenyezi Mungu, usiache damu hii iingie ardhini leo, alilia kwa sauti ya chini. Kila mtu alibaki kumtazama, baadhi walishusha mawe yao taratibu, wengine walibaki wameshikilia kwa mkazo zaidi, hawakuamini kilichokuwa kikitokea. Kisha mchungaji akageuka kwa umati, macho yake yakiwa mekundu kwa machozi na uchovu, lakini sauti yake ikawa imara kama chuma. Ndugu zangu, nawaomba, mnaniona nimepiga magoti, si kwa ajili ya huyu kijana pekee, bali kwa ajili yenu pia. Huyu kijana amekosea, ndiyo, ni kweli, ameiba, amedanganya, ameharibu imani ya wengi. Lakini je, mnajua nani anayependa zaidi kuona leo damu yake ikimwagika? Shetani mwenyewe. Umati ulitetemeka kimya. Mwanamke mmoja kijana akasema kwa hasira, mchungaji, umechoka labda. Huyu si wa kwanza, si wa pili, huyu amekuwa janga. Unataka tukae tu tuvumilie hadi lini? Mchungaji Amani akainua kichwa chake, akasema kwa sauti tulivu lakini ya kukata roho, niseme ukweli, binti yangu. Naam, inauma sana kuibiwa inauma kupoteza tunavyofanyia kazi kwa jasho letu, lakini jiulize, je, tukiua mtu huyu leo tunarudisha mali tulizoibiwa? Na je, ukimuua, roho yake ikienda katika hukumu, nani atabeba mzigo wa damu yake? Utafurahia mali uliyoilinda, au mzigo wa dhambi utakayoubeba? Kimya kikubwa kilitanda, kila mtu alitazamana, lakini macho ya mchungaji hayakuondoka kwao. Imeandikwa usiue. Imeandikwa tena msihukumu msije mkahukumiwa. Wana wangu, mnachokiona hapa ni kijana aliyepotea, si adui. Shetani aliketi kichwani mwake akamdanganya. Sasa anataka akae kwenye mioyo yenu pia, anataka mjisikie wenye haki, lakini ndani yake mnageuka wauaji wa roho. Je, hamuoni hila hii? Juma alinyanyua macho polepole pole, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Kwa mara ya kwanza mtu alimlilia hadharani, sio kwa kumkaripia, bali kwa kumhurumia. Akaanza kulia kimya kimya, akitazama mchungaji huyo aliyekuwa amejilaza mbele yake. Mzee mmoja mwenye fimbo alisimama kutoka kwenye kiti chake cha mbao, akasema kwa sauti ya kupasua, Mchungaji, nimeishi miaka sabini, nimeona vijana kama hawa wakituibia, wakicheka, wakitoroka. Leo umetuomba tusamehe, kesho ataiba tena. Tutakuwa wajinga. Mchungaji akainua uso wake akatazama moja kwa moja usoni mwa yule mzee. Mzee wangu, najua uchungu wa mtu anayeibiwa, lakini je, huyu kijana amekuibia roho yako? Hutaweza kutengeneza mali ukitaka, lakini roho iliyomwagwa huwezi kuirudisha. Mtu akiuawa akiwa kwenye dhambi anatoweka mikononi mwa Mungu akiwa mchafu. Huo ndio ushindi wa Shetani, kuona mtu anakufa bila msamaha, na kuona wengine wakimua wakibaki na dhambi ya damu. Je, ni nani basi atakayeshinda leo, Mungu au Shetani? Maneno hayo yaligonga mioyo. Watu waliokuwa na mawe mikononi walianza kuyashusha chini taratibu, wakitazamana. Wengine bado walikuwa wamejawa na ghadhabu, lakini walikosa maneno. Wakati huo kijana mmoja kutoka umati, rafiki wa Juma Kado, alijitokeza. Sura yake ilikuwa imejaa mshtuko na huzuni, lakini ndani yake kulikuwa na mgongano. Aliinama mbele ya mchungaji, akasema kwa hasira iliyochanganyika na majonzi: Mchungaji, mimi ni rafiki yake, nimekuwa naye siku nyingi, tulifanya mengi pamoja, lakini ameenda mbali sana. Kila mara nimemkemea, lakini hakusikia. Hata mimi nimechoka, ni bora afe kuliko aendelee kuharibu wengine. Mchungaji alimkaribia polepole pole, akamshika bega na kumtazama kwa macho yenye upole. Mwanangu, si kila anayeanguka anapaswa kufukiwa. Wengine wanaanguka ili waone udongo, wajue walipotoka na warudi nyumbani. Wewe kama rafiki yake una nafasi kubwa kuliko mtu yeyote, si ya kumpiga, bali ya kumwinua. Leo ukimsaidia asife, kesho anaweza kuwa shuhuda wako, lakini ukimuua, utabeba mzigo wake hadi kaburini. Maneno hayo yalikatiza ghadhabu ya Kado, macho yake yalianza kujaa machozi. Akatazama rafiki yake Juma aliyekuwa amejifunika uso kwa mikono akilia. Hapo ndipo mwanga wa mabadiliko ukaanza kumgusa. Watu wengine wakaanza kuzungumza kimya kimya. Mmoja alisema, labda tumemshtaki sana. Mwingine, lakini tumepoteza vitu kweli. Mzee mmoja akasema, haki ni nzuri, lakini hasira ni kipofu. Mchungaji alitazama kila mmoja wao, akasema kwa sauti ya mwisho kabla ya jioni kuzama kabisa. Ndugu zangu, leo siyo siku ya damu. Leo ni siku ya maamuzi. Naweza kuwa mashahidi wa adhabu au mashahidi wa rehma. Huyu kijana ni kioo cha jamii yetu. Amekosea kwa sababu sisi sote tumemwacha apotee. Tukimrudisha tumeokoa mmoja wetu. Tukimuua tumepoteza wote. Kimya kilitawala. Upepo mdogo ukapita ukivuma vumbi lililotulia. Mawe mengi yakadondoka chini, sauti zake zikisikika kama muziki wa amani. Lakini si kila mtu alishusha jiwe. Kwenye kona ya umati, kijana mmoja mwenye hasira kali alibaki ameshikilia jiwe lake. Uso wake ulionyesha kuchanganyikiwa kati ya haki na rehema. Akaangalia jiwe lake, akalishika kwa nguvu. Umati ulikuwa umenyamaza ghafla baada ya maneno ya mchungaji. Amani Wengi walishusha mawe, lakini mmoja, yule kijana mwenye hasira, bado alikuwa amebaki ameshikilia jiwe lake kwa nguvu kana kwamba lilikuwa tumaini lake la haki. Macho ya wote yakawa kwake. Alikuwa anaitwa Majuto, jina ambalo lilionekana kinyume kabisa na tabia yake. Majuto alikulia maisha magumu, baba yake aliuawa na mwizi miaka kumi iliyopita. Tangu siku hiyo, chuki ilimjenga. Alikuwa akiapa moyoni, mtu yeyote atakayeiba katika mtaa huu, ataonja damu. Na sasa mbele yake alikuwa na nafasi ya kutimiza kiapo chake. Alikaza mikono yake, akapiga hatua mbili mbele, akamnyoshea mchungaji kidole. Mchungaji, maneno yako ni mazuri, lakini hayawezi kufuta maumivu. Wakati mwizi alimuua baba yangu, wapi ulipokuwa? Wakati mama yangu alilia, Mungu hakushuka. Leo huyu amekamatwa, na wewe unataka tumwachie? Haki iko wapi? Sauti yake ilikuwa kama radi. Watu wengine wakapiga kelele za kuunga mkono, wengine wakaogopa maneno yake. Juma aliyekuwa chini alianza kutetemeka. Alitaka kusema kitu, lakini ulimi wake ulikuwa mzito, moyoni akihisi moto wa aibu. Mchungaji Amani akasimama, macho yake akiwa yamejaa machozi, akamkaribia taratibu Majuto. Akasema kwa sauti ya upole, lakini yenye mamlaka ya kiroho. Mwanangu, Majuto, nimekusikia. Uchungu wako ni halali, hasara yako ni halali, lakini hasira ikikaa moyoni kwa miaka mingi inageuka sumu. Baba yako aliuawa na mwizi, ndiyo, lakini leo ukimuua huyu kijana, utakuwa umemuua mara ya pili kwa mikono yako mwenyewe. Je, hiyo itamrudisha? Je, hiyo italeta amani moyoni mwako? Majuto alinyamaza, macho yake yakianza kutetemeka, jiwe mkononi likaanza kumvutia chini. Mchungaji akaendelea kwa sauti yenye nguvu zaidi. Majuto, baba yako alipouawa alichukuliwa na dhambi, lakini leo Mungu anakupa nafasi ya kufanya tofauti. Badala ya kurudisha kisasi, rudisha uzima. Mwizi huyo wa zamani alikuibia baba yako, usimruhusu Shetani akupokonye roho yako leo. Maneno hayo yalikuwa kama kisu kilichochanja ndani ya nafsi ya Majuto. Jiwe likamwanguka chini, duk Sauti yake ilivuma kimya kimya, lakini ikaacha alama moyoni mwa kila mtu. Watu wote wakatulia. Mchungaji akapumua kwa nguvu, akamgeukia umati wote. Tazameni. Tazameni tofauti kati ya hasira na hekima. Hasira inaua, hekima inaponya. Leo mmekuwa mashahidi wa kitu kikubwa zaidi ya kifo. Mmeona uzima ukizaliwa tena. Mungu ametupa nafasi ya kumrudisha huyu kijana, si kumpoteza. Kisha akamgeukia Juma aliyekuwa bado amepiga magoti, macho yamejaa machozi, mwili ukitetemeka kama mtu anayekaribia kupoteza fahamu. Juma, mchungaji alisema, kwa sauti ya upole, mtazame Mungu, si mimi. Sema neno moja tu, neno ambalo litafungua njia ya roho yako. Je, unaomba msamaha? Juma alilia kwa sauti kubwa, machozi yakimtiririka kama mvua ya ghafla, akasema kwa maneno yaliyovunjika. Mchungaji, mimi ni mchafu, mimi ni mbaya. Nilijua ninachofanya ni kosa. Nilikuwa kipofu kwa tamaa, nilikimbilia vitu vya haraka, nikasahau thamani ya roho. Leo naona wazi. Nilikuwa siwezi hata kusali, nilikuwa siwezi kuamini tena. Naomba msamaha kwa wote niliowaibia, naomba nianze upya. Msinipige, nisamehe. Hata kama nitateseka, nitabeba msalaba wangu. Watu wakalia kimya kimya. Mwanamke mmoja aliyeibiwa redio yake akalia kwa uchungu na kusema. Nilidhani naweza kumpiga mpaka apotee lakini sasa naona nimekuwa kipofu. Namsamehe. Namsamehe kwa jina la Mungu. Mzee mmoja akafika akainua kijana kwa mkono akasema kwa sauti ya upole. Juma nilikuwa tayari kukuua leo lakini sasa nataka kukutuma kwa mchungaji. Ukijifunza njia ya kweli urudi utuonyeshe kama Mungu bado anaweza kubadilisha mtu. Usitudanganye tena mwanangu, uwe mfano. Mchungaji Amani alisimama nyuma yao, macho yake yakipenya kwa nuru ya imani. Akanyosha mikono yake juu akasali kwa sauti ya kilio, e Mungu wa rehema, tunakushukuru leo. Shetani ameshindwa leo, hasira imevunjwa na upendo. Tazama kijana huyu, msaidie apate toba ya kweli, na kila aliyekuwa na jiwe mkononi umpe moyo mpya, moyo wa kusamehe. Wakati maneno hayo yakitoka, upepo mpole ukapita, kama neema ya Mungu ikishuka juu ya wote. Mawe yaliyokuwa yametapakaa yakageuka kuwa alama za kumbukumbu -kumbu. Vumbi lilotanda likawa kama pazia la amani. Juma akaanguka chini kwa magoti, akalilia ardhi akisema, Mungu wangu, nimepata nafasi ya pili, sitairudisha tena. Watu wakamnyanyua wakamtoa taratibu. Wengine waliamua kumpeleka kanisani, wengine walirudi majumbani mwao wakiwa kimya, wakitafakari maneno ya mchungaji. Siku chache baadaye, Juma alianza maisha mapya. Alikaa karibu na mchungaji Amani, akifanya kazi za kanisani, kupiga deki, kusaidia wagonjwa na kujifunza Biblia. Watu waliomjua zamani walianza kushangaa. Yule mwizi wa zamani sasa alikuwa akihubiri kwenye mikutano ya vijana. Alikuwa akisema kwa sauti yenye nguvu, Nilikuwa mwizi, nilikuwa mpotevu, lakini Mungu alinipata kupitia machozi ya mchungaji. Msifikiri msamaha ni udhaifu, ni nguvu inayofufua waliokufa rohoni. Na kila alipozungumza, watu walinyamaza wakihisi nguvu ya ukweli katika sauti yake. Kado rafiki yake wa zamani, naye alijitokeza siku moja kanisani, akilia mbele ya madhabahu. Alisema, "Nilikuwa nikimshangilia aibe, sikujua nilikuwa nikimpeleka kuzimu." Leo naomba msamaha. Mchungaji Amani, mzee sasa, alisimama mbele yao akisema, Wote tumepotea wakati fulani. Lakini Mungu hutumia wafu kuamsha walio hai. Leo tumepata ushindi mkubwa, si wa dunia bali wa roho. Kanisa likaimba wimbo wa toba, machozi yakitiririka, mioyo ikipona. Miaka mitano ilikuwa imepita tangu siku ile, kijiji kizima kilipotetemeka kwa sauti ya watu waliokuwa wakitaka kumuua Juma, kijana aliyekuwa akijulikana kwa wizi na tabia mbaya. Siku hiyo ilibadilisha historia ya kijiji kizima. Mawe yaliyokuwa yameinuliwa kupiga yaligeuka kuwa alama ya msamaha na machozi ya mchungaji Amani yakawa mbegu ya rehema iliyomea mioyoni mwa watu wengi. Sasa kijiji kilikuwa kimebadilika. Watu waliokuwa wakishinda kwenye vilabu vya pombe na kucheza muziki usiku kucha walikuwa wakijikusanya kwenye kanisa dogo la mbao lililojengwa katikati ya kijiji. Humo ndani sauti za nyimbo za vijana zilikuwa zikivuma, na Juma, yule kijana wa zamani aliyechukiwa, sasa ndiye alikuwa akisimama madhabahuni kama mwalimu wa vijana. Kila Jumapili watu walifika kwa wingi kumsikiliza. Aliongea kwa upole, lakini kila neno lilikuwa na uzito wa ukweli alioishi. Nilijua harufu ya hofu, aliwahi kusema siku moja. Nilijua ladha ya aibu na macho ya watu yanavyokuangalia kama huna maana, lakini siku niliyokutana na machozi ya mchungaji Amani, niliona uso wa Mungu. Ndugu zangu, hakuna kosa kubwa sana kwa rehema kushindwa kulisamehe. Watu walilia, wengine walicheka, lakini wote walihisi kitu moyoni mwao. Watoto walimpenda Juma, wazee waliokuwa wakimchukia zamani sasa walimkaribisha majumbani mwao. Hata wale waliowahi kuibiwa walikuwa wakimtazama kama mfano wa nguvu ya Mungu. Kila mtu kijijini alianza kusema, kama Juma amebadilika, basi hakuna mtu asiyeweza kubadilika. Lakini kama ilivyo kwa kila safari ya maisha, siku moja upepo wa huzuni ulipuliza tena kijijini. Habari zikazagaa kwamba Mchungaji Amani alikuwa mgonjwa. Miaka mingi ya huduma, maombi na kuumiza moyo kwa ajili ya watu vilikuwa vimechukua nguvu zake. Sasa alikuwa amelala kitandani kwake, macho yake yakiwa yametulia, yakiangalia dirisha la kanisa alilijenga kwa mikono yake. Juma alifika akiwa na machozi. Alimkuta mchungaji amedhoofika, lakini uso wake ulikuwa bado unang'aa kwa utulivu wa kiroho. Mchungaji, Juma alisema kwa sauti ya huzuni, wewe ndiye ulionitetea siku ile, ulinipigania wakati dunia nzima ilitaka kuniua. Leo naona unadhoofika, moyo wangu unaumia nifanye nini kabla hujaondoka? Mchungaji Amani alitabasamu kwa upole, akashika mkono wa Juma kwa nguvu ndogo. Usilie mwanangu, alisema kwa sauti nyororo, mimi nimefika mwisho wa safari yangu, lakini wewe unaanza yako. Nilipiga magoti siku ile, si kwa sababu nilikuwa na nguvu, bali kwa sababu nilikuwa nimechoka kuona watu wakiuana kwa chuki. Niliona ndani yako nuru iliyokuwa imefichwa na giza. Sasa nuru hiyo imewaka, Ahidi kitu kimoja tu, usiache kuwasha nuru hiyo kwa wengine. Juma alilia kwa uchungu, machozi yakimdondoka kama mvua, akashika mkono wa mchungaji kwa nguvu, akasema kwa sauti ya kuumia, na ahidi mchungaji, nitaishi maisha yangu yote kuwaokoa waliopotea kama ulivyonikomboa mimi. Mchungaji akapumua kwa nguvu kidogo, akamtazama Juma kwa macho yenye upendo, kisha akasema kwa sauti ya upole, basi nimeridhika, rehema imetimiza kazi yake. Dakika chache baadaye akapumzika kwa amani. Chumba kikazizima kimya. Hakukuwa na sauti ila pumzi ya mwisho ya mtumishi wa Mungu ikielekea mbinguni. Siku ya mazishi ilikuwa ya majonzi makubwa, kijiji kizima kilijaa watu. Kanisa lilipambwa kwa maua meupe, na kwenye kiti cha mbele kulaining'inia joho la mchungaji Amani, lile lile alilokuwa nalo siku aliyomokoa Juma. Watu walilia kimya kimya, wengine kwa sauti walikuja kutoka vijiji vya mbali, yatima, wajane na hata wale waliokuwa wakimbizi wa maovu yao ya zamani, wote wakisema kwa sauti moja, mchungaji Amani alinigusa. Juma alipanda madhabahuni kutoa neno la mwisho. Sauti yake ilikuwa inatetemeka, macho yakiwa mekundu. Mchungaji Amani hakuwa nabii wa maneno, bali wa matendo, alisema. Alinifundisha kuwa upendo hauna silaha isipokuwa huruma. Kama leo tumesimama hapa bila mawe mikononi ni kwa sababu alitufundisha kuwa mawe ya hasira hubomoa mioyo, lakini machozi ya rehema hujenga taifa. Watu wote walilia. Juma akainama akachukua jiwe dogo lililokuwa karibu na kaburi, akasema kwa sauti yenye nguvu, hili si jiwe la hukumu, bali ni jiwe la kumbukumbu, kwa sababu siku tulipoacha mawe ndipo tulipojifunza maana ya ubinadamu. Akalitupa taratibu juu ya kaburi, wengine wakafuata mfano wake. Kaburi likajaa mawe madogo yaliyowekwa kwa upendo, si kwa hasira, kama alama ya amani ya milele. Miaka ikapita tena. Juma sasa alikuwa mchungaji. Alijenga kituo cha vijana waliokuwa wametoka gerezani na mitaani, akakiita Nyumba ya Rehema. Kila siku vijana walikusanyika pale wakijifunza kazi za mikono, Biblia na namna ya kujenga maisha mapya. Wengi wao walikuwa wamepitia mateso makubwa, wengine walikuwa wezi kama yeye zamani, lakini walikuwa wakipokea uzima mpya. Kado, rafiki yake wa zamani aliyekuwa mshirika wake wa uhalifu, alikuwa mmoja wa walimu pale. Wote wawili walikuwa mfano wa jinsi Mungu anavyoweza kubadilisha maisha. Kado alikuwa akiwaambia vijana: nilikuwa mtu wa tamaa na kiburi, lakini niliona jinsi Mungu alivyomtoa rafiki yangu gizani. Nilijifunza kuwa rehema ni silaha inayomfanya shetani apoteze nguvu. Na ukutani mwa kituo hicho, Juma aliandika maandiko makubwa kwa rangi ya dhahabu: msamaha hauondoi haki, unarejesha utu. Maneno hayo yalikuwa kama wimbo wa matumaini kila asubuhi. Kijiji kilibadilika kabisa, watoto walicheza hadi usiku bila woga, wazee walizungumza kwa upole. Na kila mwaka kijiji kilifanya siku maalumu walioita siku ya mawe ya rehema. Siku hiyo watu walikusanyika uwanjani wakiwa na mawe madogo mikononi, si ya kupiga, bali ya kumbukumbu Walipiga magoti wakiyashika mawe hayo, kisha wakiyasema majina ya wale waliowahi kuwaumiza na kusema kwa sauti, nimekusamehe. Juma alikuwa kila mwaka akivaa joho la zamani la mchungaji Amani, akisimama mbele ya umati akiwa na fimbo ndogo mkononi kama alivyokuwa mwalimu wake. Aliwatazama watu wazee na vijana, akasema kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka, nilikuwa kivuli, lakini niligusa nuru. Kila mtu ana upande wa giza, lakini Mungu hutupa nafasi ya pili Msisahau, shetani hushangilia tunapochukia, lakini Mungu hushinda tunaposamehe. Watu walipiga makofi, wengine wakilia, wengine wakitabasamu. Sauti za nyimbo zilivuma na upepo mpole ukapita juu ya vichwa vyao. Hapo ndipo Juma alitambua kuwa hadithi yake haikuwa ya aibu tena, ilikuwa ni ushuhuda wa nguvu ya rehema, kwa sababu kweli hakuna adhabu kubwa zaidi kwa shetani kama kuona moyo uliokuwa umejaa giza ukijaa nuru ya msamaha. Na hivyo ndivyo hadithi ya kijana aliyekuwa mwizi ilivyomalizika kama mchungaji, na hadithi ya mawe ya hasira ikageuka kuwa mawe ya upendo. Kijiji kilijifunza kuwa haki ya kweli si kulipiza kisasi, bali ni kuokoa nafsi, kwa sababu wakati shetani anapanda chuki, Mungu hupanda msamaha. Mwisho wa hadithi haukuwa kaburi, bali mwanzo wa kizazi kipya, kizazi kilichojifunza kwamba adui mkubwa wa binadamu si mwizi, bali chuki ndani ya moyo mwe wake mwenyewe. Wakati tunasamehe tunamvua shetani silaha yake kubwa zaidi, chuki. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii ya kusisimua ya kijana Juma hadi mwisho. Tunakushukuru wewe mtazamaji wetu, kwa muda wako, kwa kusikiliza na kwa kuendelea kuwa sehemu ya safari hii ya mafunzo, toba na matumaini. Kama hadithi hii imekugusa au imekufundisha jambo, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe sasa hivi na ujiunge na familia bora ya Mjumbe Online. Hapa Mjumbe Online tunasimulia hadithi zenye nguvu ya kugusa maisha, kufundisha, na kuleta mabadiliko ya kweli. Usisahau pia kulike, kushare na kuacha maoni yako hapo chini, kwa sababu kila neno lako ni sauti ya kujenga jamii yenye hekima na upendo. Asante sana kwa kuwa nasi leo. Tutaonana tena kwenye video zinazofuata hapa Mjumbe Online. Karibu tena, na daima uwe sehemu ya familia bora, familia ya Mjumbe Online.